Karibu. Washukiwa wanne waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were wamefikishwa mahakamani, wanatarajiwa kufikisha mahakamani hii leo. Afisa wa polisi ni kati ya washukiwa hao wanne, huku uchunguzi ukiashiria kuwa alikuwa miongoni mwa waliowasaidia wahusika katika mauaji hayo. Hivi sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Ben Kirui atupe maelezo zaidi. Ben, kunaendelea nini kwa sasa? anaohusishwa na, na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were wanatarajiwa kizimbani wakati wowote kuanzia sasa, ambapo maafisa wa upelelezi wanatarajiwa kuomba muda zaidi ili kuendelea na uchunguzi wa mauaji hayo ya siku ya Jumatano. Na wakati hayo yakifanyika, ni kwamba kuna pia yale ambayo yanafanyika katika makafani ya Ali, ambapo upasuaji wa maiti ya mbunge huyo unaendelea ukiongozwa na mpasuaji wa serikali Johnson Oduor, na nikufahamishe kwamba baadhi ya wale washukiwa ni afisa wa polisi ambaye alikamatwa jana katika maeneo ya Pangani. Pia vilevile vile washukiwa wengine wale wanne, eh, wakikamatwa katika maeneo tofauti tofauti ya Nairobi ikiwemo eh, maeneo ya Eastland. Kwa hivyo hivi sasa tunasubiri tu eh, maafisa ama washukiwa, washukiwa hao eh, kuweza kufikishwa kizimbani eh, wakati maafisa wa upe wapelelezi watakuwa wanatafuta muda zaidi ili kuweza kuendelea na uchunguzi huo ambao e, sasa hivi umeweza kunasa e, nchi nzima, kila mtu akitaka kujua kile ambacho e, kilijiri haswa. Na pia ni kufahamisha kwamba e, mapema hii leo mama yake hawa washukiwa wamekuwa e, wamekuwepo hapa kutoka saa tatu e, za asubuhi. E, kulikuwa na sitofahamu e, watakuwa wanapelekwa katika mahakama gani, nake mwanzo walipelekwa katika mahakama e, za Kiambu e, vilevile wakapelekwa katika mahakama e, za Ruiru e, kwa hivi hivi sasa tunasubiri tu e, mahakama iweze e, kurejea e, ndiposa tuweze kujua e, maafisa wa polisi ama maafisa wa upelelezi watakuwa wanapewa muda gani ili kuendelea na uchunguzi huo e, ambao sasa hivi kila mtu anataka kujua ni kipi haswa kiliweza ke, e, kujiri. Naam, bila shaka Ben Kirui atatuarifu mengi zaidi e, punde tu E, washukiwa hawa watakapofikishwa mahakamani na kuweza kusikiza kesi hiyo, iwapo e, watakubaliwa aidha kukiri au kutokiri mashtaka yatakayokuwa mbele yao. Kumbuka ni kesi ambayo inahusiana na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were, mauaji yaliyotekelea